Karibu kwenye Heart Talk Collective Podcast, mahali ambapo simulizi za maisha halisi hukutana na sauti za matumaini. Hapa tunazungumza kuhusu maswala like ya kijamii, uponyaji wa ndani na safari za ujasiri. Ann Wambui Kamau, mkazi, um, wa Embulbul anatuelezea changamoto nzito alizopitia baada ya kuathirika na ukatili wa kijinsia. Kupitia simulizi yake, anafungua macho ya jamii kuhusu maumivu ya kimya kimya, unyanyapaa na safari ngumu ya kupona baada ya dhulma. Ni simulizi ya ujasiri, matumaini na nguvu ya kuanza upya licha ya majeraha ya ndani. Jina langu ni Kevin Keitani na leo na kualika uandamane nami katika mazungumzo yatakayoguza moyo na kufungua macho. Kwa majina naitwa Ann Wambui Kamau, mi ni mkaji wa Kajiado County, to be specific Embulbul. Labda tuelezee, ukatili wa kijinsia ni jambo ambalo limeathiri maybe watu wengi. Bila kuingia kwa undani, unaweza kutuelezea changamoto kuu zilizokutana nazo ni gani? Naam. Ah, mwanamke yoyote ukijipata kwa kudhulumiwa na mfano uko na hadi watoto unapata uko na stress uh, juu kutoka kwenye umetoka, mtoto anahitaji mahali pa kukaa, na unapata hiyo time hauna hata maybe pesa ya kwenda kutafuta nyumba, na lazima mtoto alale kwa nyumba, na unahitaji chakula, unahitaji nguo, unapata, unapata wewe kama mama unateseka sana kimawazo uki, ukiwa, ukiwaza ambavyo mtaweza kusurvive na mtoto wako. Hiyo ndio changamoto kubwa sana hizi. Zingine polepole tunatafutanga njia ya kunavigate. Ndio, tuelezee kuhusu safari yako hadi kufikia sasa. Uh, mimi nilivyotoka, niko na biashara kadogo. Hii biashara yangu ni ya mkono, na hii ndio imekuwa ikinilisha, hii ndio imekuwa ikinifanyia kila kitu. Nimekuwa nikipambana kwa sababu hii ndio inanisaidia usawa mm -hmm. na, uh, wa kijinsia kwa kuna maanisha nini? Uh, serikali au mashirika yasaidia vipi wale ambao wanapitia dhuluma za kijinsia? Uh, naona ombi langu kungekuwa na mashirika mengi ambayo mm -hmm. iko na wamama ndani or the ladies, ni rahisi kwetu kuenda kuwaelezea kwa sababu mfano ni ngumu sana kwenda wakati una umedhulumiwa ni, na ni mwanaume amekudhulumu, alafu uende kwa kituo cha polisi ama uende kwa mashirika upate, ni mwanaume anafaa kusikiza kesi yako, roho yako inainama sana ju... um, kimawazo kama binadamu naona, atani, anaweza sikia, atake advantage ama anifanyia kama yule mwingine. Lakini nikipata mama naona akona roho ya utu, atanisikiza na atafanya juu chini nipate msaada kwa hivyo ombi langu ni tupate wanawake wengi kwa vituo vya polisi na mashirika na hata kwa kama kwa chief hivi, ndio wakati tumedhulumiwa tunapata kwa kwenda na kwaelezea. mm -hmm. Labda ni nafasi gani katika ajira au uongozi unafaa kuzingatiwa katika usawa wa kijinsia ili sauti ya wanawake zisikia, wanawake wapase sauti zao. Uh, mimi sema, kwa kwa kila kwa serikali kunafaa kukuwe na gender equality wakiweka wanaume wanaweka wanawake ndio pia wanawake tukienda kwa kusema mambo ambayo yanatukumba tunapata watu ambao tunaweza ambia bila kushtuka ama bila kuogopa mm -hmm. yeah. tunajua huduma za afya ni muhimu kwa waathirika wa dhuluma za kijamii ni msaada gani ulipokea kutoka kwa jamii au mashirika Ah, wakati mimi nilipoadhiriwa nilitembelea shirika moja ambalo linaitwa Tulivu Save Haven CBO, na nikapata Madam Abby akatembea na mimi, na nilifurahi sana, kwa sababu namba moja nilipata ni mwanamke, kwa hivyo akikubali, nikakubali kumwelezea bila uoga ambacho nilikuwa napitia juu kawaida mwana, mtu anakaa mama yako atasikia uchungu wa mwanawe. so After hapo madam Abi ametembea na mimi kimawazo. Kwanza ali make sure niko kimawazo, niko very stable mentally, ndio niweze hata kuangalia yule mtoto mwingine, juu aliniambia, kama wewe mama hauko sawa, hata mtoto mwenye uko naye hautaweza kulinda. Kwa hivyo na naweza mshukuru maana mahali nimefika hadi saa hii hajai niachilia. Alafu pia nikimwambia kazi yangu mahali iko alikubali kuja akaona na amejaribu pia kuniinua na kutafuta uwezo ambavyo naweza inuka. Kwa hivyo ningependa kusema tungekuwa na mashirika mengi kama hayo kwa kila kaunti, watoto ambao wanadhulumiwa wanaweza kupata kwa kukimbilia na wapate msaada. Naam huduma za mahakama na umiliki wa ardhi zimekuwa changamoto kwa wanawake. Tuambie ombi lako kwa serikali na mashirika yake za binadamu gani? Mimi ningeomba ambapo mwanamke ameolewa na ako na watoto, kesi kama hiyo ikitokea, mwanaume aache kwenda na vitu zote, maanake bibi ni anateseka na na watoto. Ingekuwa vizuri kungekuwa na sheria nzuri ambayo inafuatwa wanawake tunaangaliwa na tunapewa kiwango fulani ambacho kitatufeva na watoto. Naam, na ungependa kutoa ujumbe gani kwa wanawake wengine wanaopitia hali kama yako? Mimi ningependa kusema ujipende namba moja, maanake ukiweza kujipenda hautajihurumia kila siku, utaamka na utaweza kutafuta msaada. Namba 2, utaweza kuamka na ufanye kazi ndio upate lishe yako ya leo na ya mtoto. Naam, so mtu akiwa na shida, ni vizuri kujiongea, wasinyamaze na wasiogope. Ni vizuri kuongea ndio upate msaada, maanake kama uongei utasaidiwa na nani? Hakuna mtu anajua kama uko na shida until you speak out. Yes, labda hmm. Yes. Ungependa jamii ifanye nini kuboresha ulinzi na usalama wa wanawake? Uh, kitu ningeomba hata wa, wanaume juu na hadi mababa zetu kwa nyumbani kwetu watuangalie na watulinde kwa upendo. Namba tu, ni vizuri sisi uko nyumbani ama hata kwa vijiji kujua msichana wako ama wa jirani akoaji mwana msichana akikuja, kwambie kuna shida na anaogopa, wewe kama mwanamke ama wewe kama mwanaume, msikize na usi Usimu, usimuogofye ashindwe kusema ambalo analipitia, so uh, as a community kama, like, so that ndio kila mtu apate kusaidika na wenye ako huko ambao wanaumia wana peke yao wapate mtu wa kulilia na kupata msaada. Labda kwa biashara ambayo unafanya ulisaidika uli aje? Na mafanikio yake ni gani, na hadi sasa unakusaidia aje? Kwa biashara yangu uh, mimi hujaribu hu kutafuta network kwa watu wengine na kuuza kazi yangu, nikisikia kuna like exhibitions, mimi huenda ii ni kazi yangu ya mkono, yeah, so kukuza kazi yangu na kuonyesha watu kitu nafanya yeah. Hiki kimekuwa kipindi cha Heart Talk Collective Podcast, mali tunapunguza mioyo na kujenga matumaini. Kumbuka hauko peke yako. Sauti yako ina dhamana na simulizi yako ina nguvu. Mimi ni Kevin Kitani, asante sana kwa kusikiliza. Hadi wakati mwingine, kwa heri.